Leo sio tena msanii wa Harmonize. mm -hmm. Si ndio? mm -hmm. Kinachoendelea hapa ni nini? Nasema kwamba huyu jamaa kunifanyia hichi na hichi na hichi na hichi na, na, mm -hmm. na hichi. Kuona yeye kuna vitu alifanyiwa labda kwa muda huo vilikuwa vinamfanya akawa na chuki. mm -hmm. Ila kwa kwa jinsi ambavyo nimemsikia anaongea na hata nikimuona kazi zake anavyofanya, kwanza yeye hatakiwi kuwa na chuki na, Harmonize. Anachukua na, chuki na Harmonize. Wakati wewe Diamond wewe una kila kitu. Wewe una, wewe unakuwa na chuki na Harmonize ya nini? Na ni kama vile Harmonize, au hauwezi Yaani hauwezi kuwa na chuki na uh, uh, uh, tena haitakiwi, mm. Ni vibaya okay. Huwezi kuwa na chuki na Harmonize kwa sababu yeye tu, tukisema tukisema kwa mwaka msanii ambaye anapeleka nyimbo kubwa kubwa mataifa ana ni Diamond. Mm. si ndio? Tunaangalia tu vitu ambavyo viko, viko viko vimenyoka viko ni vina ukweli vinajieleza. Ukizungumzia brandi, sijui kama ni ufahari wa vitu. Sasa tunazungumzia nini saa hii? hatuwezi <laughs> Ndio, tumerudi kwa babu. Babu, shukuru sana kwa time yako.